Unajua jinsi ya kutengeneza tangazo kupitia AI, so leo naenda kukufundisha hatua kwa hatua jinsi ambavyo unaweza ukatengeneza tangazo lako kupitia AI bure kabisa, usiondoke. Cha kufanya, hebu subscribe hapo ili twende sasa. Rafiki like yangu, kuna njia nimeipata, hii njia nafikiri itakurahisishia sana. Hii njia ni njia ya kwenda kutengeneza nini, ya kwenda kutengeneza matangazo kupitia AI Kwa hiyo nimekusogezea hizi tips kukufundisha namna ambavyo unaweza ukatengeneza tangazo lako likakao mkao, pia ukajiongezea kipato, kwa sababu ukitengeneza professional ads utafanyaje? Utaingiza kipato. Kwa hiyo nakufundisha namna ambavyo unaweza ukatengeneza tangazo kupitia AI bure kabisa, yaani for free. Cha kufanya Subscribe hapo kwa tech tech take kama hizi. Hii ni Tech Kijanja, sehemu sahihi ya kuchambua tech kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, yaani tunasema tech in Swahili. Sasa tunachokifanya hapa, kabla ya yote, tutaenda kwenye ChatGPT. ChatGPT hii hapa, kisha ifungua ChatGPT hapa, tutaandika prompt ambayo tunaifanyaje, tutaandika prompt ambayo tunaenda kuitumia kwa niaba ya kutengeneza nini? Tangazo letu. Sasa kitu cha kwanza ambacho e, tunatakiwa tutengeneze, idea iko kichwani, okay? Idea tayari hapa iko kichwani. Tunahitaji tutengeneze tangazo ambalo litakuwa linahusu kozi, kwa sababu kuna kozi ambayo tunaitoa. Kwa hiyo naitangaza hiyo kozi. Sasa kitachofanya ni nini? Kitacho kitachopata hapa. Kwa sababu mimi tayari prompt nilikuwa nayo kabisa. Kwa hiyo kama wewe hapa unaweza ukaandika prompt yako. Unaweza ukaandika prompt yako ambayo unaitaka. Sasa mfano kama wewe una prompt tayari, idea ipo kichwani, prompt unayo, unatakiwa ufanyeje? Tengeneza picha. Kama hapa, naomba tutengeneze picha. Uyambie e, AI tutengenezee nini? Itutengenezee picha ya mandhari ambayo tunaifanyaje? Tunayataka. Tengeneza. Naomba

tengeneza picha ya mdada ya ya mwanamke mwanamke mwana mwanamke mrembo mwanamke mrembo mwenye tabasamu la kuvutia mwenye tabasamu la kuvutia kuvutia mwenye tabasamu la kuvutia huku akitutangazia okay, aki, mwenye tabasamu la kuvutia kashikilia simu okay, kashikilia simu kashikilia simu huku huku huku anatabasamu tabas, ana tabas, ana ana pia backgroundi kwenye background, background kunaonyesha logo kunaonyesha nembo nasema nembo nembo naonyesha nembo za, nembo za YouTube YouTube, You, YouTube, YouTube, YouTube na Google Ads. Google, Google, Google, Google Ads. Okay? Google Ads. Okay? Hapo tayari tumemaliza hapo hiyo ni hiyo tu, tunahitaji tutengenezee nini, atujeneretie atu picha, yani hii ni jenereti ya picha, okay? Sasa hapo tukisha mwambia ChatGPT tena ajenereti picha, ajenereti picha, tutasubilia hapo itutengenezee picha ya namna hii. Okay, picha yetu hii hapa kama inavyoonekana, kama jinsi tulivyomfanyaje, tulivyompa maelezo katuletea picha hii hapa. Picha yenyewe hii hapa, inauharisia ndani yake iangalia, ni picha ambayo yani hizi hazina tofauti sana na nini na kibongo. Kwa hiyo tutachokifanya, kwanza uta download hii picha yako eh, tukisha download hapa mtu iweke wapi? Ngoja tuweke hapa AI link halafu mambo mengine yafanyeje tuweke hapo. Okay, tutaiseve namna hivi. Sasa picha yetu tayari iko saved hapa. Tunachohitaji sasa ni kitu gani? Kama nilivyokwambia tayari umeshatengeneza video yako hii hapa. Sasa tunahitaji tuipe prompt. Tengeneze prompt ambayo itafanyeje itaenda kuifanya hii picha ilizungumze yani itengeneze tangazo letu, yani picha iwe kama ndo nani, kama ndo hii picha tuifanye kama ndo presenter ambao ana present tangazo letu. Sasa kama nilivyokuambia, tayari mimi nina prompt. Nitaingia kwenye kwenye AI hapa kwenye history ili nikachukue prompt yangu ambao tayari nimekwisha ifanyeje, nimekwisha itengeneza ambao tunaenda kufanyeje, tunaenda kuipa Unaenda kuipa nyingine sasa. Ili tutengenezee kitu ambacho kina kitu ambacho kinavutia kabisa tangazo. Okay? Naenda kukuelekeza hatua kwa hatua. Sasa naomba tutumie, naomba tutumie prompt ambayo tayari nimekwisha itumia kama hii hapa. Hii prompt siyo ndefu sana, lakini nafikiri ngoja niitumie hii hii, kwa sababu hatuhitaji video yetu iwe ni ndefu sana. Tunahitaji short video kwa hiyo, kama tunahitaji short video, tutachukua prompt ndogo tu, ambao hii hapa ina call to action, ina sample, ina kila kitu na description, ina kila kitu ambacho unaweza kufanyaje. Kaitumia sasa. Tunachokifanya hapa, tunaenda kwenye inaitwa formatting, okay. Sasa tayari tutai copy, tukisha copy tayari hapo tutakachokifanya sasa, naomba tuingie, twende moja kwa moja jinsi gani ambavyo unaweza kufanyaje uka moja kwa moja ukaenda sasa kutengeneza kute, faili lako sasa. Tunaendelea kama kawaida, tulisha ikopi tayari prompt yetu. Inachofuata ni nini? Inachofuata hapa natumia kompyuta, so utachokifanya utaenda kwenye nini, utakachokifanya utaenda kwenye kompyuta yako kama, kama, hapa kisha nani hapa utaenda utachagua sasa browser yoyote ya kuingilia, kama ni Opera Mini browser au hii hapa nani browser ya nani ya Microsoft au hii hapa Chrome. Sasa mimi nitatumia hii ya Microsoft, ndio naipendaga zaidi. Sasa kisha ingia kwenye Microsoft hapa juu hapa, unaona hapa juu hizi baa za juu hapa utaandika design design a design ai au design ai. Okay, ukishabonyeza hiyo design ai, moja kwa moja itakuletea kama hivi. Sasa hapa ndo watu wengi walikuwa wanapatamani pa e, nawezaje kutengeneza. Sasa ukisha sign up, ukisha sign up kwenye email, watakupa short ngapi? Short 300 free, you see, short 300 free okay. Kwa hiyo hapa hizi shoti 300 free ndio tunaenda kuzitumia. Sasa cha kufanya utaenda hapa hapa create. Utabonyeza create, kisha bonyeza create, sasa ndo hapa. Sasa tunahitaji tu create. Tunahitaji tu create vitu vya aina gani? Mambo mambo, si ndio kama haya. Hapa vitu kama hivyo. Kumbuka tulishatengeneza nani yetu ile kule. Sasa cha kufanya hapa sisi tunahitaji tangazo letu liwe la, la ngapi? Tunahitaji tangazo letu liwe la sekunde something sekunde kadhaa. Okay, utaingia hapa. Ukishaingia hapa unahitaji tufanyeje? Tu upload ile picha yetu sasa, ili tu, tu, tuende tuka, tukampe AI, utachokifanya utaingia hapa kwenye download tutaangalia ile picha yetu, tuliweka wapi? Tuliweka hapa, picha yetu ni hii hapa. Kwa hiyo tuta click namna hii, kwa kutenda open, ili tuipakie kama hivi picha yetu. Tukishaipakia kama hivyo, hapa chini sasa, hapa umeona picha yetu ndo kama hivyo. Sasa tutampa hapa prompt hapa, tumeambiwa tuweke prompt yetu. Sasa tutatengeneza ile prompt, tutakopi tutapeste ile prompt yetu kwa sababu tayari tulikuwa tusha tusha itengeneza prompt yetu, tutabaki tuna tuna copy hapa. Hapa inatakiwa uwe na maximum ya maneno ambayo unatakiwa yaandike. Maximum ni maneno elfu moja. Kwa hiyo maneno elfu moja unaweza kufanyaje? Unaweza kuyaweka hapo. Okay, sasa tutaenda hatua kwa hatua jinsi ndogo unaweza kufanyaje. Sasa tutachokifanya tutaenda hapa generate. O, tutabonyeza generate tuangalie, kinatutengenezea kitu gani. Tutasubiria generate yetu, umetuambia ndani ya dakika kumi na mbili itakuwa imekamilika, so subirie huo muda afu tuangalie majibu yetu yatakuja namna gani. Mpaka hapo naona tayari umejifunza sasa Kaitumia hiyo njia ikusaidie ili uende ukajiongezee kipato na mambo yako yaende sawa. Kama hujasubscribe, hebu fanye hivyo, subscribe ili uungane na familia hii kubwa, ili usipitwe masomo mbalimbali. Kuna vitu vingi vinakuja, tunakuahidi kwamba hapa ndo Tech Kijanja, sehemu sahihi ya kuichambua tech kwa lugha nyepesi ya Kiswahili.